Kwa maana kwamba mimi ni, nizungumzie ni, ni, ni eh, swala la maandamano yaliyokuwepo. Maandamano haya yaliyokuwepo ya tarehe ishirini na tisa yalikuwa ya maandamano ambao ni ya wananchi na sio ya vyama, na wananchi wote walikuwa kwenye zoezi la maandamano na wanapinga uchaguzi Uh, wanapinga tume za uchaguzi, wanataka katiba mpya, mambo ni mengi walikuwa wanahitaji, lakini wapi uwakilishi wao wanaweza wakaupeleka hapapo? Hakuna eneo lolote kabiri. Sasa wao waingie organize, waingie kwenye maandamano ya kudai haki na kuzuia uchaguzi, lakini uchaguzi umefanyika. Uchaguzi umefanyika wamefanya wenyewe, wanajua wenyewe, walipigiwa kura na kina nani, wao wanajua. Lakini kuna kuna jambo moja ambalo ni jambo kubwa la kusikitisha. Sisi hapa nyumbani tuna binti alikuwa fomu, alikuwa kidato cha nne, kidato cha nne kile. Yule binti alipigwa risasi mida ya saa sita kamili tuko, tuko ndani getini. Alipigwa risasi akiwa amesimama, na ndo walikuwa wameachiwa yupo nyumbani. Lakini pia kuna kijana hapa jirani mwenyewe alipigwa risasi ya mgonga, alikuwa kidato cha tatu na mwenyewe akamefariki. Amefariki lakini sisi wakwetu tuliangaika sana, tumpeleke wapi? Tulipeleka mochwali ya Katoro, ikakutwa mochwali imejaa. Tukatoka tukahangaika na mwili wa marehemu, tukapeleka hospitali ya kule Mapinduzi B, lakini hospitali ile iko imejaa, tukashindwa tumpeleke wapi. Hatima yake tukapanga sasa kumfunge mtu tusafirishe mwili uondoke, tukaupeleka Bwanga, tumefikisha Bwanga, Bwanga wakaupokea, wakauweka mochwali eaa stadi gani tunaosafirisha kutoka kutoka hapa Katoro ama kutoa Bwanga kupeleka Bukoba. Kabisa tutumie njia ya pikipiki. Tumetumia njia ya pikipiki tumemfunga shemeji yake mwili wa marehemu akawa ameondoka kupeleka Bukoba mleba. Kwayo, mbali, kwa hiyo huyu kijana mwingine ambaye alikuwa kidato cha tatu na alipigwa risasi hapa hapo dukani kwa mama yake kwenye duka la, la la, la madawa. Mtoto yule walimsafirisha Uh, baada ya hali kuwa shwari walimpeleka kustiri misungu. Lakini mimi niombe kwamba serikali ijitathmini, serikali ya Chama cha Mapinduzi ikae ijitathmini, na niwaombe mashehe, mapadiri, makatikista, sijui wa mashemsa, sijui mashem manini, wale wote mkae, mwache kusifia. Hali ni mbaya, nchi kwa muda mfupi iliingiliwa virusi na mpaka sasa hivi hatujui nani yuko hai, hatujui nani yuko yuko alipatwa na mauti. Watu ni wengi wamekufa. Acheni mambo ya kukaa munasifia, munasema sisi tunaisifia serikali ya chama cha mapinduzi. Mnakosea, awe muislamu awe mkristo awe mpagani, wote ni watu wa Mungu Mambo ya kutulisha mafuta, mnatulisha mafuta, mnatulisha mafuta, sisi tusifie? Wakati sisi tumekuswa na vifo na watoto wetu wamefariki na tunawaona kwa macho yetu, hatuko tayari kusifia na hatutasifia kwa sababu moja, uchaguzi haukuwa halali na haki. Lakini leo watoto wetu hao waliofariki, nani amekuja kuwafariji? Nani Sikumuona mkuu wa mkoa, sikumuona mkuu wa wilaya, sikumuona mbunge. Hatukumuona mtu yoyote wala diwani wala mtu wa aina yoyote. Hakuna mtu. Leo wamesomba watoto wetu wenye umri miaka kumi na tatu, miaka kumi na nne na miaka kumi na tano, ndio wako gerezani. Tunashinda gerezani tunatafuta watoto. Tunashinda mahakamani, tunashinda kituo cha polisi. Watoto wote wako kule, watoto wadogo. Huo humu kweli unaweza ukawa kweli wakaingia kwenye maandamano. Kuna watu wengine wa walikuwa wanatomolewa kwenye vibanda. Mimi na mdogo wangu yuko hapa. Alikuwa na kibanda cha chips. Ametolewa mpaka sasa hivi hajaachiwa, amewekewa kesi ya uhujumu uchumi. Halafu mdogo wake ambaye ni mfanyakazi wake alipigwa risasi hapa hapo na kufa. Sasa la la labda mnasifia kwa sababu hayajawakuta wa kwenye familia. Labda mnasifia kwa sababu nyinyi mnajulikana. Sisi watoto wa maskini ndio wanaouawa, ndio wanapigwa zigizaga, hakuna kinachowaa. Lakini mimi niwaombe, machozi hawa ya mama zao na ndugu zao na marafiki zao waliopoteza maisha, hakuna atakayeyalipa maisha haya. Machozi haya ni mengi kwenye taifa letu. Kila anayesimama anazungumzia serikali, kila anayeinuka anazungumzia serikali. Niwaambie ndeni hata tukisema leo twende meza moja tukazungumze, tunajadili nini? Tamka, tuambie, ni watu wangapi, ni maiti ni ngapi zilizopoteza, yaani watu wangapi waliofariki? Mimi hapa tu kwenye mtaa we, wetu tu eneo la kwetu watano wote. Sasa hujajua tawi lingine, hujajua kata nyingine, hujajua wilaya nyingine, hujajua sehemu zingine. Sasa sisi kama kwetu tu tumezunguka hivyo, na mwili Miriam ya marehemu tunahangaika, hatupate hata mtu yoyote, tunapita hapa tunafukuzwa, kabidi tumfunge kwenye pikipiki, ndio tuweze kusafiri na kusafirisha mili. Mnakosea sana, acheni kusifia vitu ambavyo hamkuviona hivi.